Mwongozo wa kujifunza Biblia, Aprili 30, siku ya Jumatano. Mada ya leo inasema: kati ya ardhi na bahari. Taswira ya nchi na bahari katika Biblia, hasa kwa unabii, inaweza kufundisha sana. Fikiria kuhusu mfano wa nchi na bahari katika unabii wa Biblia, vyenye kutofautiana sana kwa njia ya ishara. Nchi na bahari vinapowekwa sambamba, mara nyingi nchi inawakilisha ulimwengu uliopangwa au hata nchi ya Israeli, wakati bahari inarejelea mataifa ya wa mataifa ambayo yanaitishia jinsi bahari inavyoitishia nchi. Katika mawazo haya, nchi ni mahali pa utulivu Palipojengwa juu ya serikali ya Mungu. Bahari inawakilisha ghasia isiyo na utulivu wa mataifa iliyojengwa juu ya kiburi cha wanadamu. Ukiwa na wazo lililoelezewa hapo juu kama usuli, soma kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 12 aya ya 15 na aya 16. Na kitabu cha Ufunuo sura ya 13 aya ya kwanza na aya ya kumi na moja. Ona usambamba kati ya maji na nchi. Vinatumiwaje na vinaweza kutufundisha nini kuhusu jinsi ya kuelewa unabii? Ona kwamba joka anatumia maji kumtesa mwanamke, yaani kanisa. Kama tulivyoona katika unabii, maji mara nyingi ni ishara ya serikali za dunia na ghasia na machafuko ambayo mara nyingi vinaambatana nazo. Kwa hiyo tunaweza kuona jinsi Shetani alivyoweza kutumia umma wakichochewa na viongozi wao kuwatesa watu wa Mungu katika sehemu kubwa ya historia ya kanisa. Pia Waadventista wa Sabato wameelewa Ufunuo 12 aya 16 kurejelea waumini wanaoteswa kuhamia dunia mpya. Ikiwa uelewa wetu wa nchi na bahari ni sahihi, hili linasema nini kuhusu kuanzishwa kwa jamhuri ya Marekani? Je, tunaweza kuichukulia nchi kama vile nchi ya Ahadi ilivyokuwa? Mahali palipotengwa kwa ajili ya watu wa Mungu. Je, hili linaweza kuwa ndiyo sababu mnyama wa nchi kavu anaonekana kwanza kuwa kama mwanakondoo? Ingawa Amerika haijawahi kuwa Israeli mpya, kama baadhi ya waanzilishi wake wa awali walivyopenda kuiona, kwa muda mrefu imekuwa nchi ya uhuru wa kidini kwa mamilioni ya watu waliokandamizwa kidini ulimwenguni. Cha kusikitisha, mnyama huyu kama mwanakondoo siku moja atanena kama joka. Ufunuo sura ya 13 ya 11. Marekani ambayo kwa muda mrefu imekuwa mwanga wa uhuru wa kidini kwa wanaoteswa, itakuwa mtesaji mkuu wa kidini. Huu ni mfano mwingine wa kile kilichotokea wakati wanadamu walipochagua kujitawala wenyewe badala ya kutawaliwa na Mungu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe nasi sasa na hata milele. Amina.